Na mfumo wa vyama vingi katika nchi yetu, swali hilo linajibiwa na katiba yetu kwamba ni ndio. Ibara ya tatu inasema Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini, yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hiyo ni katiba, hii hapa ya mwaka 77 ambayo Rais Samia na wengine wote wanapapoti kuapa kuilinda. Sasa kama nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia ya vyama vingi, kwa nini Chadema tunafanyiwa haya tunayofanyiwa? Kwa nini chini ya u u u utawala wa Rais Samia ameattempt Actually, kwanza watu wengi sana wa kwetu wameuawa, wamepotea. Tunazungumza leo eh, kijana mdogo kabisa Deus Dedit Soka hatujui alipo, miezi mingi imepita. Tunazungumza saa hizi bwana eh, Kipanya, kiongozi wetu kutoka kule Sumbawanga, hajulikani alipo wakina Mrai na wengine wengi wamepotea chini ya utawala huu, na hawajapotea kwa sababu ni wahalifu. Wamepotea kwa sababu misimamo yao ya kisiasa ambayo wako guaranteed na katiba haifanani na CCM. Wana msimamo tofauti na CCM kuhusu masuala ya uendeshaji wa nchi yetu. Hawaamini katika CCM ambayo imekuwa madarakani kwa miaka sitini na tatu. Imeharibu nchi, imegawa rasilimali zetu kwa wachina na waarabu na wazungu. Watu wetu wanateseka, wanafikiri kupitia Chadema wanaweza kufungua mlango wa serikali itakayowajibika itakayorudisha rasilimali kwenye mikono ya, wa, ya kwao ya wananchi itakayofanya vijana wetu wapate shughuli za kufanya. Hilo linageuka kuwa kosa na kuwapoteza na kuwaua. Matukio yaliyotokea jana yanasikitisha sana, kila mmoja wetu amesimulia. Sisi viongozi wakuu tulikutana hapa, na hicho ni jambo ambalo hatukutegemea kabisa. Tulijua polisi wanaweza kujaribu labda kuzuia watu, lakini kwa viongozi kwenda kwenye hivi, inawezekanaje? Rais Samia, this is a message to you. Ungekuwa wewe umeshtakiwa una makamu wako Wasira, au unaumwa Let's say unaumwa alafu wasira azuiriwe kuja kukuona ukiwa unaumwa how do you feel ungejisikiaje asije tu inasoma Biblia inasema tuwaombee watu walioko magerezani na wanaoumwa kwa Biblia inatambua maeneo hayo mawili Lissu yuko ma magereza kwa kesi kubwa ya uongo ya treason na kila mara najaribu kulirudia hili jambo ili mlicomprehend. Hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Hiyo kesi inampelekea Lisu wakimconvict na wa, wa, uh, kwa jinsi hii nchi inavyoendeshwa they can do anything. Wanaweza kumconvict kwa sababu, kama wana attempt kuendesha hiyo kesi gizani, watu wasiwepo, watu wasisikie, vyombo vya habari viko controlled. Angalia namna mlivyo ripoti matukio ya jana, matukio makubwa kabisa Mmepiga picha kiasi gani? Hata picha ambazo zimezagaa nyingi ni ambazo volunteer tu wamepiga, lakini vyombo vya habari kama vyombo vya habari vya Tanzania, ukiona matukio you think mliyofanya you are safe, lakini nataka mfikirie mambo kwa depth yake, kwamba watu wanafikiri mimi niko behind the camera, I'm safe. You are not, hamko salama katika mazingira haya. Sasa unapozuia, unataka kesi iendeshwe gizani. Sisi tumekataa kesi ya Lissu kuendeshwa gizani, hilo jambo hatuwezi kulikubali, na Lissu mwenyewe ni mwanasheria, sidhani kama atakubali hilo jambo. Access ya mawakili kumwona ni ndogo mno. Wakili anaruhusiwa kumwona mtuhumiwa wakati wote, wamefanyiwa hivyo wakina Mandela wakiwa kwenye Rivonia trial na makaburu wameruhusu wa, mawakili kwenda kumwona Mandela Leo Lisu anazuiliwa mawakili wanakuwa controlled, watu wa Amnesty wa vyombo wa, wa, wa haki za binadamu wamekuja, hawajaruhusiwa kwenda kumwona Lisu kwa ni kesi inataka kufungwa fungwa hivi fungwa fungwa hivi, mara hukumu itoke Lisu ananyongwa. Na hayo ni mambo planned, kwa sababu ile ni kesi ya kisiasa. Sasa matukio yaliyojitokeza jana yote yana culminate kwenye kwenye mambo hayo tunayoyaona. Sisi tumezuiliwa. Mimi ni makamu mwenyekiti wa chama. Haijawahi kutokea, ni issue ya ajabu kweli kweli. Hata wakina Mandela waliposhtakiwa, viongozi wenzake waliruhusiwa. Rivonia trial kulikuwa na speaker nje ya mahakama. Chini ya makaburu ninapozungumza hivi, ni chini ya watu waliobagua watu weusi, watu waliosema ukiwa na ngozi nyeusi wewe sio binadamu. Lakini stiri waliweza kuruhusu hao watu walioamini sio binadamu waje kusikiliza kesi ya mtu ambaye sio binadamu wenzao. Sasa leo mtu mweusi mwenzetu, mtanzania mwenzetu, tunayelipa kodi anayotumia, anazuia sisi tusiende kusikiliza kesi ya kiongozi wetu. Haiwezi kutokeana, tutakufa katika mazingira, watatuua wote lakini nawahakikishia wanachadema hawataacha kwenda, na natoa wito mwanzo kabisa kwamba kesi ijayo kutakuwa na mobilization zaidi ya wanachadema wengi zaidi kwenda mahakamani. Hatutaenda kwa fujo kama kawaida, lakini nataka nimwambie Rais Samia, haya mambo haya yatakuweka watu wakujue wewe ni nani kwa usahihi, kwa sura halisi ya kwako.